na taasisi kubwa sana hapa, tuchukulie taasisi za kifedha za kisekta, taasisi za kifedha maana kuanzia BOT na mabenki yote. Tuangalie makampuni ya simu, ndio yatahitaji ridhaa ya mtu ili aweze kumhudumia. Tuangalie taasisi za kifedha za kilimo kwa hapa Mwanza kuna taasisi nyingi sana zinazohusiana na mambo ya kilimo zinakusanya taarifa za wakulima ili kuweza kutoa pembejeo na nini, hizo zinatakiwa kujisajili. Tuna taasisi ambazo pia zinahusika, kwa mfano kuna taasisi hapa zinahusika na uh, ufugaji wa samaki, nazo pia zina data za watu za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha jambo hilo lina, linafanyika. Kuna taasisi za usafiri za usafirishaji, kwa mfano tunaongelea kama Bolti, kama nini, una request, manake taarifa zako ndio ziko mle ili waweze kukuhudumia. Hizo ni taasisi kubwa chache ninazozisema lakini tunaweza kuwa na taasisi ndogo. Wewe una lodge tu lakini unahitaji kumhudumia mtu na unaomba kitambulisho chake cha NIDA ili umpe mahali pa kulala. Taasisi kama hiyo inatakiwa kujisajili, na inatakiwa mtu akifika pale akutane na na na nani na cheti cha kuonyesha kwamba eh, anazingatia sheria hii, na taasisi ndogo ndogo ziko nyingi ambazo zinatoa hizi huduma vikoba, eh, microfinance na vitu vingine kama hivyo vyote vinatakiwa kujisajili kuweza kuonyesha kwamba taarifa hizo zitatumika ipasavyo. gharama, na na gharama ta, ta za usajili zinachakatwa kutokana na taarifa unazoziingiza. Kuna gharama kwa ajili ya zile taasisi ambazo sio za kiserikali, kwa maana NGOs, na CSOs na FBOs, flat rate. Na na kampuni kuna taarifa ambazo zitahitajika kwamba kampuni yako inatengeneza e, e, faida gani au patogafi kwa mwaka mzima na mfumo wenyewe utakukadiria kiasi gani ambacho unatakiwa kulipa, na utakuletea control number kwa ajili ya kulipa. Baada ya kulipa, ile maombi yatakamilishwa, na hatimaye e, mwombaji ataweza ku, ku, kupakua kile cheti chake kwenye mtandao bila hata kufika e, kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. BMG, pamoja daima!